We're going to talk to them next week. Mkuu wa to shirika on la ujasusi la Marekani CIA amesema mashambulizi ya Marekani yaliharibu vibaya vituo vya nyuklia vya Iran na kurudisha mpango huo nyuma kwa miaka mingi, tofauti na ripoti ya kijasusi iliyovuja ambayo ilimkasirisha Rais Trump kwa kutilia shaka uharibifu uliotokana na uvamizi huo. John Ratcliffe mkurugenzi wa shirika la kijasusi la Marekani anasema maeneo muhimu yameharibiwa ingawa kutangaza kwa mpango wa nyuklia wa Iran umesambaratishwa moja kwa moja. Hatua hiyo inatokea siku moja baada ya tathmini ya awali iliyovuja kutoka shirika la kijasusi la Marekani kupendekeza kuwa vituo muhimu vya mpango wa nyuklia wa Iran bado vipo vile vile baada ya mashambulizi. Huku hayo ya kijiri, Rais Trump amesema Marekani itazungumza na Irani wiki ijayo na kwamba hakutakuwa na vita tena kati ya Irani na Israel. Amesema uwezo wa nyuklia wa Irani sasa umesambaratika. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jacqueline Masawe. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulaiki, kukoment pamoja na kushare ili kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.